Katika kipindi cha Julai hadi Desemba hiki kifupi tu, TAKUKURU imefanikiwa kuokoa fedha za umma zaidi ya shilingi bilioni sitini nukta mbili. Na fedha hizi zimerejeshwa serikalini, ndizo zimefanya kazi ya huduma za jamii, zimepeleka dawa hospitalini, zimepeleka umeme vijijini zimepeleka maji kwa Watanzania, zimerekebisha madaraja yaliyokatika, zimepeleka elimu, zimepeleka mchango kwenye elimu bila ada, zimepeleka kwenye mikopo ya elimu ya juu. Huu ndio muunganiko wa kazi yenu na maisha ya kila siku ya Mtanzania. Hongereni sana. Na Mheshimiwa Rais kila wakati tunapokwepo wasaidizi wake, anatuelekeza kuhusu kuhakikisha masuala yanayohusu huduma za jamii, maendeleo ya Watanzania na masuala ya utawala bora yanazingatiwa. Ndiyo maana kama alivyotangulia kusema, si tu ameziimarisha taasisi hizi pia amezipa msukumo wa kusonga mbele katika mapambano haya. Ndiyo maana unaweza kuona kazi kubwa hiyo ambayo inafanyika. Fedha hizi ambazo nimezitaja bilioni sitini nukta mbili kwa kipande cha Julai hadi Desemba zimeokolewa inaweza kutumika kuchangia afua mbalimbali mbali katika mipango ya afya ya uzazi mama na mtoto, ununuzi na usambazaji wa dawa muhimu, vifaa tiba na vitendanishi. Hili sio jambo dogo, hakika ni mguso chanya kwa maisha ya Watanzania. Katika kesi mia nne themanini na tisa zilizosikilizwa mahakamani jamhuri imeshinda kwa asilimia 68.8. Hii ni ishara ya kazi nzuri ya uchunguzi, ushirikiano madhubuti kati ya TAKUKURU na mahakama ya Tanzania, ambapo kazi hii imefanyika na majibu yake yamepatikana, asilimia 68.8 kesi jamhuri imeshinda kati ya kesi mia nne themanini na tisa. Hiki pia ni kitu kizuri ambacho watanzania mara zote wanatamani kukiona, na Mheshimiwa Rais alikuwa akisisitiza kwamba panapokuwepo na masuala ya rushwa, chunguzi zikamilike na uamuzi ufanyike. Hii asilimia sitini na nane nukta nane ni moja ya ishara kwamba kazi hiyo inafanyika. Kutekeleza hayo maelekezo, tuongeze jitihada za kuweza kuhakikisha mashtaka yanapelelezwa, yanakamilika, kesi zinapelekwa mahakamani na uamuzi unafanyika.